Guys nikimwona mtu anamlaumu refa wa jana, namwona ana akili. Tuzungumzie dakika 180 za Simba home and away, yani Berkane na Zanzibar. Ndani ya dakika 180 Simba tumepiga on target moja, ambayo ameipiga Mutale Sijara. Dakika 180 on target moja, leo hii mtu unatoka ulikotoka unamlaumu Oh refa, katuua. refa kakuua nini? Dakika 180 timu ina on target moja. Tukiachana na hilo, Eh? Nje ya nafasi aliyokosa Shomari Kapombe. Nafasi gani zingine zimetengenezwa? Simba tumeandaa wachezaji wa matukio. Tuna mchezaji mpiga penalty. Tuna mchezaji mpiga faulo. Tuna mchezaji anayecheza faulo. Sasa yule mcheza faulo jana kafeli. Kacheza faulo tatu. Faulo ya kwanza yellow card. Faulo ya pili refa kamwonya, kamwambia ize, ize, mwanangu, ize. Sema haelewi Kiingereza. Faulo ya tatu umeme kuba babake. Unadhani refa nikefa kayombo yule? <laughs>